Kufuatia hali hiyo, sasa uamuzi wa shauri la rufaa ya Mheshimiwa Lema inatarajiwa kutolewa Januari 4 mwaka 2017, na Mheshimiwa Lema amerudishwa magereza hadi siku hiyo iliyopangwa. Wakiwa mahakamani hapo mbele ya Jaji Mheshimiwa Salma Magimbi, wakili wa upande wa jamhuri Innocent Njau aliiambia mahakama kuwa jamhuri haijaridhishwa na hatua ya mahakama ya kukubali kusogeza muda wa kuwasilishwa kwa notisi ya kukata rufaa hiyo. Kwa mujibu wa Mheshimiwa Jaji Magimbi, kabla ya mahakama hiyo kutoa maamuzi, siku ya tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2016, upande wa Jamhuri unatarajiwa kuwasilisha mahakamani hapo hoja zao kwa maandishi juu ya rufaa hiyo na upande wa mshtakiwa unatarajiwa kujibu hoja hizo pia kwa maandishi tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2016 na, na mahakama inatarajia kuzijibu hoja zote Januari mbili mwaka 2017. Mnamo wa tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2016 mahakama kuu kanda ya Arusha ilitoa maamuzi ya kuruhusu mheshimiwa Lema kukata rufaa nje ya muda baada ya mahakama hiyo kutupilia mbali mapingamizi yaliyokuwa yamewekwa na upande wa Jamhuri. Endapo shauri hilo litatolewa uamuzi na upande wa utetezi kushinda, bado unakabiliwa na rufaa nyingine ambayo ilikatwa na upande wa jamhuri kupinga uamuzi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Arusha ya kumpatia mtuhumiwa God Bless Lema dhamana. Katika hatua nyingine, upande wa mheshimiwa God Bless Lema nao umekata rufaa ya kupinga uamuzi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Arusha kumpa dhamana bila kutoa masharti wakati aliposomewa ya mashtaka yake kwa mara ya kwanza, hatua iliyopelekea aendelee kusota rumande hadi leo hii takriban miezi miwili sasa. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi, ITV.